Katika ulimwengu wa kidijitali unaobadilika kila siku, jina moja limeendelea kung'aa: Lynn Ngugi, kutoka mwanamke wa kawaida mwenye ndoto kubwa kuwa nguvu ya hadithi za binadamu barani Afrika. Safari yake ni ya imani, bidii na udhubutu usio na mipaka. Lynn alikulia katika mazingira ya kawaida, ambapo hakukuwa na anasa wala urahisi, lakini kitu kimoja kilikuwa wazi alikuwa na sauti, sauti iliyotamani kusimulia hadithi za watu wa kawaida, na hadithi zenye mguso. Alianza kama mwandishi chipukizi akijifunza kila kitu kutoka chini. Hakuwa na uhusiano wa kisiasa wala majina makubwa nyuma yake, lakini alikuwa na kitu cha kipekee: bidii na moyo wa kweli wa kusimulia. Baada ya miaka kadhaa kwenye vyombo vya habari, Lynn aliamua kuanzisha kituo chake mwenyewe cha YouTube. Haikuwa rahisi. Hakukuwa na fedha wala vifaa vya hali ya juu. Walikuwa mwandishi, mpiga picha na mhariri yote kwa pamoja, lakini hatua hiyo ndogo ilibadilika kuwa mwanzo wa mapinduzi katika uandishi wa kidijitali nchini Kenya. Wengi walimfahamu Lynn kupitia Tuko News, ambapo aliibuka kuwa uso wa hadithi za kugusa moyo, lakini wakati alipokuwa kileleni, aliamua kuondoka waamuzi uliowashangaza wengi, lakini uliokuwa wa lazima kwa ukuaji wake wa kibinafsi. Ujasiri huo ulimfungulia mlango wa kujenga jukwaa lake binafsi, ambapo sauti za watu wa kawaida zilipata nafasi ya kusikika. Leo Lynn Ngugi show si tu channel ya YouTube, ni harakati ya kijamii, chombo cha matumaini na daraja kati ya hadithi na jamii. Zaidi ya watu milioni moja wamejiunga na safari yake, lakini mafanikio haya hayakutokana na bahati. Matokeo ya uaminifu, udhabiti na moyo wa kweli. Toka safari yake tumejifunza mambo kadhaa: moja, anza na ulicho nacho; pili, kuwa mwaminifu kwa maono yako thubutu kuchukua hatua kubwa, na zaidi ya yote, tumia jukwaa lako kubadilisha maisha ya watu. Lynn Ngugi siyo tu mtayarishaji wa maudhui, ni kioo cha jamii, sauti ya matumaini, na ushuhuda hai kwamba ndoto haziishi zikiaminiwa kwa moyo wote. Na hiyo ndiyo hadithi fupi ya Lynn Ngugi, hadithi ya ujasiri, imani na nguvu ya kusimulia. Nimekuwa msimulizi wako Kaka Ken, na hii ni Kaka Ken_254. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii ili mwisho wa siku upate video nyingi kama hizi pindi tutakapopakia.